Majina anaitwa Themistocles zdori Massae, ni katibu wa siasa mafunzo na uenezi wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Rombo. Leo hii kuanzia majira saa nne asubuhi tulikuwa tuna kikao chetu maalum cha halmashauri kuu ya CCM ya wilaya ya Rombo. Tumeitisha kikao hichi mahususi na maalum kwa ajili ya kutoa semina, mafunzo lakini na taarifa mbalimbali za Chama cha Mapinduzi. Tumetoa semina kwa sababu mbeleni tuna zoezi la upigaji wa kura za maoni. Sasa upigaji wa kura za maoni utafanyika kwa utaratibu tofauti na ambao watu walikuwa wamezoea. Kwanza utafanyika kwenye kata, lakini kuna wajumbe ambao wameongezeka. Chama cha Mapinduzi kupitia mkutano wake wa CCM Taifa kilifanya mabadiliko madogo ya katiba ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka sabini na saba ambayo imefanyiwa marejeo elfu mbili na ishirini na tano hivyo ilikuwa ni lazima tuwaite wajumbe wa halmashauri kuu kwa ajili ya kuwapa semina waelewe ni wajumbe wangapi wameongezeka na ni mabadiliko gani yamefanyika kwenye katiba ya Chama cha Mapinduzi. Lakini Chama cha Mapinduzi Taifa tayari kimekisha kutoa utaratibu wa uchukuaji fomu kwa wabunge pamoja na madiwani. Hivyo tumetumia nafasi hii ya mkutano huu na kikao hiki kuwapa taarifa hiyo. Lakini tumewasomea utekelezaji wa ilani, lakini kikubwa zaidi wamepata semina na mafunzo mbalimbali ambayo yanatokana na katiba yetu, kanuni zetu na miongozo yetu ya Chama cha Mapinduzi.